Je, wajua tuko na dawa zote za za nguvu za kiume za uzazi za, za, za amini kwa wanaume, wanawake, uh, katika taifa letu na tunazikanyagia chini wakati mzungu anachukua na anaenda kuunda madawa na kuturudishia hapa na hii ni Sida. Ha, ni majani ambayo umea kila mahali ametapakaa ya mizizi yake unaona vile iko na kunona imefura yani kiasi kuliko miti mingine pale chini lakini lki huwa tunayakanyagia mbwa akikojolea huu mti uko na nguvu hata kushinda ile tunaziita mikombero ambazo zinapatikana pande za western Uh, yeah, iko na nguvu, iko na nguvu mingi sana ndio maana unaona nchi kama Uchina, India wanauchukua wanaenda ku, kutengeneza vidawa vibonge ama uh, uh, kwa aina yoyote ile alafu kurudi kuuza kusambaza katika nchi zingine na ni wakati huu in fact wanasema wa, kwa sababu kama wakati Trump amezuia nchi uh, za Kiafrika ama mataifa mengine kupata usaidizi wa madawa, huu ni wakati ambao watafiti wetu wanahitaji kuingia msituni kuyajua haya madawa na kuyachuna kuyatafiti zaidi. Uh, cha ajabu ni kwamba huu mti ama majani ambayo yakitengenezwa ya, ya, ya huwa yana yanachukua ya hata wakati una hoda kutoka nchi za nje inachukua wiki kama mbili ama zaidi ndi upate ku, kupata ile dawa. Inatumika katika ku, kwa wanaume, nilisema kwa wanaume na kwa wanawake pia, mambo ya fertility, mambo ya uzazi, na iko na iko na nguvu, na inauzwa kwa uh, dollars, dollars kadhaa. In fact, uh, in, in fact uh, niliona na niko na evidence ya kuona shipment yake ikiwa ni 40, $40 per 8 ounces nafikiri. Na ni wakati tunahitaji tusiangalie inja, kwa sababu hawa watumii madawa kutoka mahali kwingine isipokuwa kwa miti, na miti ni tumetunikiwa nayo na Mungu Mwenyezi. Miti iko kila mahali, kama haya, unaona tunayakanyaga, tunayakanyagia pale chini, kwa kando kando ya barabara, kwa sababu hu mti mara mingi ufanyika kando ya barabara ni mti ambao ukivuruta kutoka kwa chini kwa ardhi, kama hakuna unyevunyevu unapata ni mgumu sana kuung'oa, ni ngumu sana kuung'oa, majani yake hata stock yake ni, ni ngumu. Ndio maana inaitwa waya waya waya weed eh. Wakati hata unalima unapata kukatia chini ni ngumu, itakuchukua muda ku, kukata na kuupanguza kutoka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa jembe lako kwa hivyo ni mti mgumu na kila mtu anaofahamu, haya majani anayafahamu. Kuna mahali kwingine unainuka, una, una, una, una ukiwa na majani tofauti, yaani kwa sababu ya inategemea na rutuba ya pale, majani ni manono kuliko yale mengine na yana, yako kijani kuliko kwingine. Kwa hivyo ukiona kama majani ni makonda usione kama ni ni, ni, ni, ni tofauti. Hivi ndio kuonyesha jinsi watu wanaoda, na unaambiwa jinsi utakavyolipa na shipment. Hii ndio packaging yake kwa, kutoka kwa kampuni za